Hebu ona huku, ukikula ugali hapa, angalia huyu huwezi. Hebu angalia huyu, hebu songa hapa.

<laughs> Ai, mimi kitu naweza niaribikia. <laughs> labda mawe mawe, <laughs> mawe <ya kukura. laughs> <hukura> hata mawe naweza tafuna bado naita niaribikia, mi sinaaka kitu niaribikia <hukura> <Lakin gizeri. hukura> <hukura> <hukura>

tu. Nini ulikupaka? Ilipakwa nini na nani? A-a, alianza uchokozi. Hii ni uchokozi. Fevo uko unacheza na uso wako. Kwanini? hizi ndivyo tunapaka, lakini ile tu kweli anga, si ugonjwa, si sisi tuko kwa video, wauko mambo ya si masomo

Energy giving food. Carbohydrate. Gajah, gajah, gajah. Carbohydrate. Ni... Ap... ni energy. Energy giving food by the

zimerudishwa, kama zimetokana pepa zote, hii ni subject gani bwana? Katuseme vitu zetu environment, environment English, Kiswahili, wanasoma, wanasoma subject ngapi? Ubhni mnafanya subject ngapi? Si math tunaanza asubuhi tukikuja, kisha ingia, tukisha ingia haya haya, Kiswahili, English math Uh -huh. No, subject ngapi, ecenganyi mnapiga subject ngapi? Tisa. Tisa. Maths, yeah. Uh -huh. Mm. English, Kiswahili. Mm. Uh, agriculture, home science ni agriculture kitabu moja CRE, social studies zimefika ngapi hizo?